Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen. Napenda nianze na salamu yetu rasmi katika Episcopal Anglican Province of Tanzania, uh, province ya Anglican Catholic katika nchi yetu na visiwa vyetu vya Tanzania, salamu yetu inayosema Yesu Kristo Mwokozi wetu, haleluya, haleluya. Leo napenda nizungumze nanyi, ndugu zangu, uh, katika jimbo letu la Tanzania na Wakristo wote katika imani yetu ya Anglican Catholic Church. Napenda nizungumze nanyi machache yanayohusu ibada yetu ya kumpa Mungu shukrani kwa ajili ya uh, wenzetu, jirani zetu na wote ambao walikamatwa um, na katika um, mambo ambayo walisingiziwa kwamba wameyafanya uh, hasa katika Mlali na wale ambao walikuwa wakiunga mkono juhudi zetu um, za kujiundia jimbo jipya, jimbo la Anglican Catholicism katika Tanzania. um, katika ibada hii ambayo uh, tunamshukuru Mungu uh, kwa ajili ya kuwatunza kwanza, kwa uaminifu kabisa wakiwa gerezani uh, lakini, kwa kuwatetea uh, na zaidi kwa ku uh, kwa kuwaruhusu wawe huru tena uh, kwa kuwatoa katika gereza uh, baada ya miezi saba ya kukaa gerezani wakiwa hawana hatia. Hivyo napenda nizungumze machache juu ya hiyo katika ibada hii. Lakini pia ibada hii ya shukrani ni ibada ambayo bado tunamlilia Mungu aa, kwa machozi mazito juu ya wawili ambao bado wanashikiliwa gerezani kwa kwa ajili ya kosa la aa, ambalo walishtakiwa pamoja na na wenzetu kwa hiyo walikuwa kumi jumla, nane wameachiwa pasipo hatia, lakini baada ya kukaa ndani ya miezi saba, na wengine wawili bado wanashikiliwa. Um, nipende kuanza kwanza kwa kusema, um, kwa kusema kwamba tulipoanza um, safari hii safari ambayo kwa unyenyekevu mkubwa tumeipa jina la Kutoka, tumeipa jina la Kutoka kwa unyenyevu, kwa unyenyekevu mkubwa sana. Hatukuipa jina la Kutoka kwa sababu sisi ni mashujaa. Hapana, tumejifananisha na watoto wa Israeli walipokuwa wakimilia Mungu waende katika uhuru wa kumwabudu Mungu kwa uhuru na amani. Hivyo tulipoanza safari hii ya kujiundia jimbo la Anglican Catholicism ama Anglo Catholicism ambalo sasa linajulikana katika jina la kisheria ama katika jina la kiusajili la Episcopal Anglican Province of Tanzania, basi tukaipa jina la Kutoka. Naomba nieleze machache kwa nini nilikuja na jina la Kutoka. Nilikuja jina la Kutoka na nina, ninawakumbusha nina kwamba nilikuja jina la Kutoka kwa sababu tulitaka na tunataka tuzidi kumtazama Mungu mwaminifu wa wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka ambacho um, aliwainua wakiwa wanyonge, wakiwa katika nchi ambayo hawakumwabudu Mungu kwa uhuru, bali walimwabudu Mungu kwa manyanyaso, madanganyo um, na mateso makubwa wa um, lakini walijua mioyoni mwao kwamba Uh, wanahitaji kuwa na uhuru wa kumwabudu Mungu ile ipasavyo. Kwa hiyo sisi, waarikana katika Tanzania tuliliona hiyo na tuliamua kujiundia jimbo jipya, jimbo ambalo um, halitaitikia um, chini ya mamlaka ya Dodoma bali yataitikia katika Anglican Catholicism duniani nje ya Dodoma. Kwa hiyo tukaipa jina la kutoka. Kwa tulipa jina la kutoka ili tuzidi kumlilia Mungu. Mungu aliye mwaminifu dhidi ya mateso ya aina yoyote. Lakini pia nilipa jina la kutoka ili tujikumbushe ahadi za Mungu katika safari hii. Safari ya kutoka si rahisi. Unapotoka katika mtu anayekukandamiza, yule mtu hatataka kukuachia atazidi kutamani na kuleta aina nyingi mbalimbali za kuzidi kukukandamiza na kukukandamiza, kukandamiza. Kwa hiyo tuliipa jina la kutoka ili tujikumbushe uaminifu wa Mungu hata kama makandamizo hayo yatazidi, na makandamizo huwa yanatoka ama yanakuja katika njia mbalimbali. Kwa hiyo pia tuli, ilikuwa ni statement ya imani yetu kwa huyo Mungu kwamba Mungu atatenda. Um, kwa tulimtazama Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu aliyewatetea wanyonge katika safari yote mpaka wakafika nchi ya ahadi. Kwao sisi waanglikana wa Anglican wa Catholic tumechukua hiyo dhana um, sijui kama kwa Kiswahili nimesema vizuri, lama theme ya kutoka ama Exodus. Sasa tunatoka wapi? Tunakwenda wapi? Tunatoka katika upotofu wa uanglikana ambao umeshamiri katika Tanzania, upotofu sio tu wa kiimani, lakini upotofu hata wa kiuongozi. Tunatoka huko tuna, na tunarudi katika historia yetu ya wamishonari ambao waliupanda uanglikana nchini Tanzania, na nazungumzia uanglikana halisi, uanglikana Um, um, we, we, mwengine tanakasema ni high church, lakini high church ilitokana na Anglocatholism. Hawa wamishonari wa Anglocatholism ambao waliupanda Tanzania na wakaleta mengi na wakapanda mema, lakini yakaharibiwa na hasa, uharibifu huu ulipoanza mwaka 1965 na 65, kama tunakumbuka historia 65 ulipoanza. Kwa hiyo tunatoka tunarudi katika misingi yetu ya Anglo Catholicism kwa jimbo letu, tunarudisha ile imani ya Anglo Catholicism ambayo uh, ni, ni, ni imani katoliko ndani ya misingi ya kuanglikana. Sasa katika hilo tuka tukaanza kuona mengi ambayo tumefanyiwa ambayo sio mazuri, na hayo yalipelekea wenzetu kadhaa kufungwa, kwanza kukamatwa na kupewa kesi ambayo haikuwa na mashiko na wakakaa gerezani takriban uh, miezi sana, na sasa wanatoka. Kwa hiyo ibada hii ni ibada ya kumshukuru Mungu kwa uaminifu wake mm. Lakini pia uh, ni ibada ya kuzidi kuomba kuwaomba Mungu ili azidi ku uh, uh, kuwatetea wale ambao bado wako gerezani. Kwa hiyo niwaombe katika ibada hii tuwe na spirit ya jinsi ya jinsi hiyo uh, basi uh, tutakuwa na sala maalum na pia tutakuwa na litania uh, maalum katika hii katika ibada hii. Kwa hiyo niwaombe mshiriki vema uh, hasa uh, katika hilo, na niwaombe kanisa zima, na najua ibada hii kila nimeamuru ni, ni, ni kila mahali izidi Uh, ifanyike katika kila kituo chetu cha ibada katika nchi yote ya Tanzania. Tuzidi kumwomba Mungu kwamba azidi uh, kuwatetea wenzetu ambao bado wako gerezani na tumshukuru kwa hawa waliotoka. Kwa hiyo niwatakie ibada njema, uh, ibada yenye furaha na nizidi kutoa wito kwamba katika safari ya kutoka basi tutazidi kuyaona mengi ya kutukatisha tamaa, lakini tumkumbuke Mungu mwaminifu wa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo na Mungu wa Isaka, ama nasema aa, Mungu huyo ambaye aliwezesha taifa la Israel likawa huru, basi niwatakie ibada njema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Episkopo Anglican Media. Maisha yanayohubiri.